Marekani yafanya mashambulizi ya kijeshi Venezuela na kumkamata Rais Nicolas Maduro. Marekani imefanya operesheni kubwa ya kijeshi nchini Venezuela iliyosababisha kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro pamoja na mkewe Cilia Flores, katika tukio lililozua taharuki kubwa ndani na nje ya nchi hiyo. Mashambulizi hayo yalifanyika katika mji mkuu Caracas na maeneo ya kimkakati, yakihusisha mashambulizi ya angani na operesheni za vikosi maalum. Milipuko kadhaa ilisikika, hali iliyosababisha hofu miongoni mwa wakazi na kusababisha kusimamishwa kwa shughuli nyingi za kijamii na kiserikali. Baada ya kukamatwa, Maduro na mkewe walisafirishwa hadi Marekani, ambako wanazuiliwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mashtaka yanayohusiana na biashara ya dawa za kulevya na ugaidi wa kimataifa. Serikali ya Marekani imesisitiza kuwa hatua hiyo imelenga kulinda usalama wa kimataifa na kurejesha utawala wa sheria. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha operesheni hiyo na kusema kuwa Marekani itasimamia serikali ya mpito nchini Venezuela kwa muda, huku ikiahidi kurejesha utulivu, demokrasia na uzalishaji wa rasilimali muhimu hususan sekta ya mafuta. Kwa upande wa Venezuela, Mahakama Kuu ilimteua Makamu wa Rais Delcy Rodriguez kuwa kaimu rais ili kuendeleza uendeshaji wa serikali kufuatia kutokuwepo kwa Maduro. Serikali ya Venezuela imelaani vikali hatua ya Marekani ikiitaja kuwa ni uvamizi haramu na ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa nchi. Hatua hiyo imeibua mijadala mikali katika medani za kimataifa, huku mataifa na mashirika mbalimbali yakitoa maoni yanayokinzana. Baadhi wameunga mkono hatua ya Marekani wakisema inalenga kumaliza migogoro ya muda mrefu, huku wengine wakionya kuwa inaweza kuvuruga zaidi amani ya kikanda na kuathiri sheria za kimataifa. Hali nchini Venezuela bado inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku raia wengi wakiishi kwa hofu na sintofahamu kuhusu mustakabali wa kisiasa na kiusalama wa taifa hilo. Mahakama yaamuru kampuni kulipa zaidi ya shilingi milioni 146 kwa kushindwa kusambaza vifaa vya tehama. Mahakama kuu kitengo cha madai madogo, Small Claims Division, jijini Dar es Salaam imeiamuru kampuni ya M/S Climate Consult T Limited kulipa zaidi ya shilingi milioni 146.6 baada ya kushindwa kutekeleza mkataba wa kusambaza vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano tehama ICT kwa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa mujibu wa mahakama, kampuni hiyo ilishinda zabuni mwaka 2020 ya kusambaza vifaa vya tehama ikiwemo kompyuta na printer, kwa taasisi za wizara hiyo. Thamani ya zabuni hiyo ilikuwa zaidi ya shilingi milioni 708.2. Kesi hiyo ya madai ya kiraia namba 326/19/2024 ilifunguliwa na katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Mwanasheria Mkuu wa Serikali, AG, dhidi ya kampuni hiyo. Hukumu ilitolewa tarehe 19 Disemba 2025 na Jaji Awamu Mbagwa, na nakala yake imechapishwa kwenye tovuti ya mahakama. Maamuzi ya mahakama. Baada ya kusikiliza hoja kutoka pande zote Jaji alibainisha kuwa wizara ilikuwa imelipa shilingi milioni 141.6 kwa kampuni hiyo kama malipo ya awali advance payment kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba. Aidha, shilingi milioni tano ziliongezwa kama fidia kwa kushindwa kutimiza makubaliano ya mkataba. Mahakama pia iliagiza kampuni ilipe liba kwa kiwango kilichopunguzwa cha asilimia saba kuanzia tarehe ya hukumu hadi malipo yatakapokamilika, pamoja na kugharamia gharama zote za kesi. Historia ya kesi: mgogoro huo ulitokana na madai ya ukiukwaji wa mkataba uliosainiwa tarehe 30 Novemba 2023 baada ya kampuni kushindwa kurejesha malipo ya awali ya shilingi milioni 141.6. Ilielezwa mahakamani kuwa mwaka 2020 kampuni hiyo ilishinda zabuni ya shilingi milioni 708.2 ya kusambaza vifaa vya tehama chini ya mradi wa kusaidia elimu ya ualimu, Teacher Education Support Project TESP. Mkataba ulisainiwa tarehe 20 Aprili 2020 na kampuni ikapokea malipo ya awali ya shilingi milioni 141.6 kwa ajili ya maandalizi na usambazaji wa vifaa. Licha ya kupokea fedha hizo kampuni, ilishindwa kusambaza vifaa vya tehama. Wizara ilitoa nyongeza kadhaa za muda, lakini kampuni haikutimiza wajibu wake. Baadaye mazungumzo kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali yalifikia makubaliano ya marejesho ya fedha tarehe 30 Novemba 2023, ambapo kampuni ilikubali kurejesha fedha ndani ya siku 75. Hivyo basi Kampuni ilishindwa kutekeleza makubaliano hayo na kupuuza barua kadhaa za ukumbusho kutoka wizara, hali iliyoilazimu wizara kufungua kesi mahakama kuu. Utetezi na maelezo ya mahakama. Jaji Mbagwa alisema kuwa mikataba inayosainiwa kwa hiari ni halali na inawafunga wahusika wote, na mahakama haina mamlaka ya kubadilisha masharti yaliyokubaliwa. Kushindwa kwa kampuni kurejesha fedha kulithibitishwa kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano. Mahakama pia ilinukuu kifungu cha 73 cha sheria ya mikataba Contract Act, kinachosema kuwa upande unaokiuka mkataba unawajibika kulipa fidia kwa hasara iliyosababishwa. Kampuni ilidai kuwa ililazimishwa kusaini makubaliano ya marejesho, hoja ambayo mahakama iliikataa kwa kuwa hakuna ushahidi uliotolewa kuthibitisha madai ya kulazimishwa.